Nilikuahidi kwamba nitakuletea story kali sana ya mji ambao uliteketezwa kwa mvua ya moto na kibiriti, unaitwa Sodoma na Gomora. Sasa story hii inafanana na ile ya gharika ya Nuhu ambayo Mungu aliamua kuiadhibu dunia kwa mvua ilionyesha kwa siku arobaini mfululizo usiku na mchana. Sasa unaambiwa huu mji wa Sodoma na Gomora, kabla ya kuteketezwa kwa hii mvua ya kibiriti na moto, uliwahi kutawaliwa na mfalme wa Elamu, ambayo ndo Hirani So, sasa hivi nchi inayopatikana huko Mashariki ya Kati. Sasa huyu mfalme alikuwa anaitwa Kedola Oma, alikuwa anatawala miji mitano iliyokuwa inapatikana katika bonde la mto Yordan, mto ambao unamwaga maji yake katika bahari ya Genesareti Galilaya, na bahari nyingine inaitwa bahari iliyokufa mm, au Dead Sea, na ni bahari yenye chumvi nyingi zaidi duniani. Unaambiwa chumvi yake ni mara tisa ya chumvi zinaz katika maji ya bahari nyingine duniani. Sasa unaambiwa huyu mfalme aliweza kutawala hii miji mitano, yakaifanya kuwa uh, miji ya kibiashara, na watu wa hii miji walikuwa wanamlipa kodi, lakini pia walikuwa ni watumwa. Sasa walikuwa wamechoka bwana, walitawaliwa kwa muda wa miaka kumi na mbili, walipofika mwaka wa kumi na tatu wakaasi bwana, wakaamua kuunganisha majeshi wakaenda kupigana na huyu mfalme wa Elam. Sasa Mfalme Kedorlaoma alipoona kwamba hawa makoloni yake anaenda kupigana naye, ili ya mpindo alichokifanya alienda kwa mataifa ya jirani, akawaomba wale wafalme nguvu. kwa alipofanikiwa kupata majeshi, akaenda kupigana na wafalme wa hii miji mitano ambayo ni miji ya Sodoma, Gomora, Seboimu, Lasha na Adma. Sasa kilichotokea ni kwamba watu wa hii miji mitano walishindwa vita vibaya sana. Unaambia wali pigwa akikaeleweka yaani, mkono ulitembea, mpaka mfalme Kedolaoma akafanikiwa kumteka nyara mtu fulani hivi anaitwa Lutu, ambaye ndo stelingi wa histori ya Sodoma na Gomora. Unaambiwa sasa, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na nne mstari wa kwanza hadi wa ishirini na nne nakutana na stori ya mtu mzima Lutu, ambaye alienda kuishi katika ardhi ya Sodoma na Gomora baada ya kugombana na ndugu yake yake Ibrahimu. Yaani ilikuwa hivi, ukisoma katika mwanzo sura ya kumi na tatu kuna story ya ugomvi wa wafanyakazi wa Ibrahimu na wafanyakazi wa Lutu wanagombania wa malisho kwa ajili ya mifugo ya mabosi zao. Sasa kilichotokea, Ibrahimu akataka kusovu mgogoro, akaamua kumuita Lutu afa akamwambia, unaonaje kama ukatafuta eneo lingine ili uweze kwenda kulisha hii mifugo yako, maana tunagombana sisi ndugu jamani. Sasa kilichotokea ni kwamba Lutu akasimama kwenye mlima alafu akatazama akali aliona bonde la Sodoma na Gomora linafaa kwa ajili ya malisha ya wanyama wake. Kwa hiyo akaamua kusogea mahali pale, akaenda kulisha wanyama wa, wake. Sasa ilipotokea vita ya haya mataifa matano eh, au hii minyi mitano, huyu mfalme Kedolaoma alichokifanya akaamua kumteka Luto na wanyama wake na wake zake. Yani zamani ilikuwa hivi, mfalme akifanikiwa kupigana na taifa fulani ata akafanikiwa kulishinda alikuwa anateka nyara la kitu yani, anachukua kama ni ng'ombe, mali zote na watu pamoja na wake zao na familia zao, anaondoka nazo, anazipeleka katika taifa lake ili kwenda kuongeza nguvu kazi katika taifa lake. Sasa unaambiwa Lutu alipotekwa nyara, yani Ibrahimu akasikia ile taarifa, akaamua kwenda kupambana ili amwokoe ndugu yake. Unaambiwa bwana kilinuka, yani Ibrahimu akatuma watu mia tatu kwenda kupambana na mfalme Kedolaoma. Bwana wewe unavyo Ibrahimu alishinda ile bato kwa sababu uh, mfalme Kedolaoma alishindwa ile vita. Unajua, unaambia usicheze na mtu ambaye ana uh, mkono wa Mungu nyuma yake kwa sababu Ibrahimu Alikuwa na mkono wa Mungu, alifanikiwa kwenda kupambana na huyu mfalme ambaye alishindana na mataifa matano akayashinda. Kwa hiyo akafanikiwa kumnyang'anya Lutu kwenye mikono ya huyu Kedolaoma, akamrudisha katika ardhi ya Sodoma na Gomora. Sasa hapa ndipo picha linaanza Lutu. Baada ya kurudi katika ardhi ya Sodoma na Gomora, kuna mahali unaona kuna malaika wanatoka katika nyumba ya huyu mzee Ibrahim, baba wa imani, alafu wanaelekea katika ardhi ya Sodoma na Gomora unaambiwa ilikuwa ni bida ya jioni. Walipofika katika hili lango la Sodoma na Gomora, wakamona Lutu ameketi pale barazani anabarizi upepo, ndipo wakamwambia tunataka kuingia katika nyumba yako, maana kuna uovu tumeuona katika ardhi ya Sodoma na Gomora. Lakini kabla hawajafika katika hii ardhi ya Sodoma na Gomora kukutana na Lutu, unaambiwa huko nyuma walipokuwa katika nyumba ya Ibrahimu, walimsimulia kwamba tunaelekea Sodoma na Gomora kuiangamiza ule mji, kwa sababu Mungu amekasirika uko mbinguni, kuna mambo ameyaona watu wa Sodoma na Gomora wanayafanya. Unawambiwa watu wa Sodoma na Gomora wanaume walikuwa ni wa ajabu sana, walikuwa wanapenda ngoma za mduara, walikuwa wakicheza katika mduara wanashikana, alafu kuna mambo wanayafanya. Sasa unaambiwa ushoga ulianzia Sodoma na Gomora. Ndio maana unawambiwa katika kitabu cha Mhubiri mfalme Sulemana anasema mambo yote ni ubatili na hakuna jipya chini ya jua. Yani, kila kinachotokea katika ulimwengu huu kwa sasa hivi kiliwahi kutokea kabla ya wewe kukiona. Kwa hiyo hata huu shoga ambao tunauona sasa hivi uliwahi kuanza katika ardhi ya Sodoma na Gomora, na kule unaambiwa mambo yalikuwa ni ajabu sana, kwa sababu hata wanawake unaambiwa walikuwa hawana thamani mbele ya wanaume, kwa sababu wanaume walikuwa wanapendana wao kwao. Sasa unaambia hawa malaika walipofika katika nyumba ya Lutu mida ya jioni, watu wa Sodoma na Gomora yani namaanisha wanaume walifika nyumba ya nyumbani kwa Lutu wakauzingira mji wake, alafu wakaanza kupiga kelele wakimsisitiza Lutu awatoe wale wageni nje, ili wawafanyie vitendo viovu ambavyo walikuwa wamezoea kufanyiana wanaume wa mji wa Sodoma na Gomora. Sasa tunaambiwa Lutu alichokifanya akatoka nje na kuanza kuwaomba wale wanaume kwamba naomba msiwatendee uovu Hawa wanaume ambao wamefika katika nyumba yangu, naomba niwalete mabinti zangu wawili ili muwatendee uovu ambao mmetaka kufanya kwa hawa wanaume. Sasa unaambia hawa watu wa Sodoma na Gomora, bana walikuwa ni watu wa ajabu. Wakakataa kabisa kuwachukua mabinti za Lutu wakazidi kungangania kuwataka wale malaika wa Mungu ambao wamefika katika ile nyumba. Sasa unaweza kuelewa kwamba hawa watu hawakuwa tarabacho ya rohoni kuweza kugundua kwamba waliofika katika nyumba ya Lutu alikuwa ni malaika sasa. so, kilichotokea ni kwamba malaika wakamvuta Lutu wakamfungia ndani, alafu wakaufunga ule mlango, kisha wakawapiga upofu wale watu walioko pale nje. Unaambiwa walitafuta mlango usiku kucha, hawakuona. Huyo ndio Mungu Bwana. Sasa unaambiwa baada ya hapo, uh, Mungu akaamua kumuondoa Lutu na mke wake na watoto wawili katika ardhi ya Sodoma na Gomora alfajiri na mapema, kwa sharti moja: ni marufuku mtu kutazama nje kuendelea kinacho, kuangalia kinachoendelea. Sasa mke wa Lutu alitazama, alafu akabadilika kuwa jiwe la chumvi. Sasa unaambiwa katika ardhi ya Sodoma na Gomora kuna mvua ya kibiriti na moto ilidondoka. Kibiriti ni nini? Unaambiwa ni mawe fulani hivi yanaitwa salfa, ambayo yakigusana na moto huwa yanayeyuka na kutengeneza uji mzito ambao unaunguza sana. Sasa, sasa unaambiwa watu wa Sodoma na Gomora walichomwa na uu uji ambao ni mawe ya salfa yaliyokuwa yanachanganyikana na moto, na mara nyingi hii salfa ikifika katika viwanda huwa inatengeneza njiti za kibiriti, pia huwa inatengeneza unga wa risasi. Sasa unaweza ukaelewa haya mawe yalidondoka katika ardhi ya Sodoma na Gomora. Kwa hiyo siku hiyo kulikuwa kuna waka moto sana, kwa sababu unaambiwa ulikuwa ni liuji linasambaa sana. Kwa hiyo watu walikuwa wanatembea juu ya liuji wanaungua, mwisho wa siku wakajikuta wamefunikwa na ule uji. Kwa hiyo kila kitu kilifunikwa. Naambiwa ardhi ya Sodoma na Gomora kwa sasa hivi ukifika, imekuwa ni ligofu, na baadhi ya maeneo yameshuka me, ya yamedidimia kwa sababu ya yale tukio ambalo lilitokea. Lakini pia udongo wa pale unaambiwa, ukichukua kibiriti, alafu ukawasha moto unawaka bila hata kutia mafuta taa wala petroli. Kwamba kumbe yale mawe ya salfa, ule unga unga bado umebakia, na watu wengi huwa wanaenda kuchota ule udongo, wanarudi nao katika nchi zao kwa ajili ya kupeleka kama ushahidi kwamba bwana we ili tukio la mji kuangamizwa kwa mvua ya moto na kibiriti lilikuwa ni la kweli. Sasa unaambiwa hii ardhi ya Sodoma na Gomora, kwanza imesha kufa kwa sasa hivi, kwa sababu hawezi kupanda chochote, hata mtu hawezi kwenda ku pale kwa sababu yani, unaambiwa udongo unafanana na majivu. Story inakwenda kwa title ya the origin of Israel. Unaweza ka subscribe katika YouTube channel yangu ili uwe wa kwanza kupata story hii, lakini pia katika ukurasa wangu wa Facebook story hii huwa inarushwa katika mfumo wa maandishi. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unakuwa ni mvivu wa kusoma Biblia unaweza ukajikuta ukienda katika Facebook unakutana na story, lakini ukirudi katika YouTube channel unakutana pia na breaking news za aina yake. Usiache kufuatilia stori hii kwa wewe ambaye ni mpenzi na msomaji wa Biblia, ili uweze kuwa wa kwanza kupata habari na matukio.